Magamuja, hapa unaita kwa kwawatu wa kulainisha vyuma pamoja na uzito wote wa chuma, chuma kinakuwa kama mchumba, kinapigwa moto alafu kinatolewa zana mbalimbali, misumari ya kutengenezea majahazi. Lakini wanatengeneza mitaimbo, nyundo na zana zozote za kijadi ambazo zina zinatumia vyuma, basi hawa ndio wenyewe wataalam. Kwa hiyo hapa unavyoona mkurugenzi wa Redo Nuru hapa anavukuta, hii inaitwa kuvukuta, yani kuuliza moto ili sasa vyuma vilainike. Chuma kikil, kikipigwa moto kina unaona hali ile sasa wewe mtazamaji imagine, yani hapa wewe imagine chuma kama kile kishaungua moto, alafu ingizwe nacho cha tumbo, angalia hiyo hali halisi ilivyo. E, sasa hapa ndio tutapata ile picha kwamba wenzetu ambao walitangaza wali hii dini walivumilia sana. Kuna watu waliambiwa wali waritadi au wataingizwa vyuma moto kama huu, lakini wakabaki na misimamo yao. Kwa hiyo hii ndio hali halisi, tupo Tazari hapa kaskazini mwa kisiwa cha Unguja katika kutembea tembea ndio hali imekuwa kama hivi. Huyu bwana uh, kwa kweli anafukuta hii. Uh, ndio burudani. Ukisikia burudani ya mjini, ndio hii. Mjini hakuna haya moto yeah, na via au vi uh, na mambo yanakwenda vizuri, si unaona tena kama uh, unaogelea vile yeah. uh -huh. Sasa hebu tuangalie non, nini chuma kinavyolainishwa kikawa msumari. Njoku, karibu Njoku. Ah, mtazamaji, hii ni misumari ya kutengenezea majahazi. Kwa hiyo kama ulikuwa hujui jinsi gani inavyotengenezwa, huwa ni nondo zinapigwa moto, alafu zikishapigwa moto zinalainika, zinatengenezwa zina, ncha zile kama unavyoona hapa kwa nyundo nzito, alafu baadaye ndio kuna mwingine huku anatia vile vi vichwa, eh, anatia vichwa e, naona hali hey. Eh, na kwa hiyo hao wanatengeneza misumari ya jahazi, lakini pia kuna wengine huwa pia wanatumia kwa ajili ya kutengenezea ile nyundo zile, lakini hata mitaimbo yale ambayo tunatumia katika shughuli mbalimbali, hususa shughuli za kilimo, lakini pia wengine huwa wanatumia kwa ajili ya kutengenezea zana mbalimbali za kivita. Tena kwa wale jamaa kule mwanzo, tukaangalie je, nao anatengeneza hii hii misumari au ana kitu kingine cha ziada zaidi <pare> <turns> Naam mtazamaji, ningependa kidogo kupata japo miongoni mwa mtaalamu mmoja hapa, tukapata lau akatwambia mawili matatu kuhusiana na huu fundi hapa, ambao unaendelea wewe, ambaye ilikuwa huelewi e, watu wana, wanatumia akili gani kwa ajili ya kubuni vitu vilivyo, kwa unahisi kama ni vigumu, lakini kumbe ni rahisi kwenye matumizi ya akili. Wengine wanadhani misumari ya jahazi inatoka Uchina, lakini hapa mchina tumempiga defura. Sisi wenyewe ndo tunatengeneza hii. Hapa tuko na fundi hapa. Fundi wakati anaendelea na kazi, atakuwa pia anatuambia. Fundi, habari yako? Ah, salama kabisa. Habari za huko? Ah, ashukuru. Habari za kazi fundi? Alhamdulillah. E, kwa fundi pole sana na majukumu. Eh, asante sana. Okay, asante. Fundi, kwa siku mnaweza mkazalisha misumari mingapi haya? E, hapa inategemea na uwezo wa watu kwa sababu siku nyingine tunafua misumari mia tano, mia sita, mia saba mpaka elfu. Labda nyinyi mnatengeneza misumari au kuna na zana nyingine za, za, za vyuma ambazo mnatengeneza? E, hapa huwa panatengenezwa mpaka nanga zile za madau majahazi visu vya kutumia nyumbani vya biashara tunatengeneza na unaweza kutuambia nini unachojivunia katika kazi yako hii? Ninachojivunia e, mimi kazi ndio hii hii, sina nyingine na napata riziki alhamdulillah hivyo hivyo, kwa sababu ni sawa sana kulea roho tu, kwa sababu ni sawasawa na pengine kwa kutwa elfu kumi kumi na tano lakini mara nyingine inazidi ina, ina rudi kinyume, kwa sababu una, unaweza ukapata shilingi elfu saba elfu tano baadhi ya siku. Mpo ngapi hapa? Eh, tupo watu wanne. Na kushukuru. Asante sana. Asante sana. Shukran sana, mtazamaji. Um, bila shaka tumepata kusikia mawili matatu kutoka kwa fundi lakini hapa nimepewa eh, nimepewa mdu wa komo naitwa huu, hii ni mindo ya asili ambayo wanatumia zaidi Watumbatu nayo inatengenezwa hapa, hapa katika kiwanda hichi cha, cha vyuma na msikilizaji, mimi nikwambie tu kwamba hakuna lisilowezekana katika kuitumia vizuri akili kwa sababu kinachofanyika hapa ni kwamba inachukuliwa chuma hichi, hii ni nondo ambayo, hii nondo haikutengenezewa hapa nyumbani, imetoka, imesafirishwa, lakini nondo ikifika hapa baada ya matumizi mengine, wenyewe hapa wanakuja kuitumia kwa ajili ya kuzalishia vitu vingine, ikiwama misumari na kadhalika, lakini si misumari tu, hata hii mindo ambayo nimekuonesha inatengenezwa hapa hapa ni hizi no, nani vy, nyundo hizi ambazo wanagongea zinazalishwa hapa hapa, mitaimbo na vitu vingine. Kwa hiyo tukukaribishe katika kiwanda hiki kinachopatikana hapa Tazari. Kask, hapa Tazari hapatazapa Kilimani ya Tazari, kaskazini mwa kisiwa cha Unguja. Yoyote ambayo utamuulizia atakufahamisha na atakuleta hapa ili ujionee vile ambavyo chuma pamoja na umadhubuti wake kinalainishwa, alafu kikadizainiwa katika namna y yote ile ambayo wenyewe wanatamani. Binjadur, nikushukuru sana, na usiache kusubscribe katika chaneli hii ili uwe ni wa kwanza wa kuona update mpya zijazo katika mambo mengi mazuri yajayo. Nikiwa katika eneo hili la Kilimani Tazari, nikutakie kila lenye kheri. Endelea kuwa nasi.